Mbona kama uko sawa? Naezaji ushika glasi ya maziwa mkononi? Aliyakuwa sumu sha tanda mwilini? Kuna chochote? Baba yetu sikatoka toka asubuhi, kaenda kazini. Nyuki ayupo? Nipo mimi, nzi mlamavi, shida yako? Unajua, nyumbani kwangu mimi sijawahi kupeleka mwanamke kabisa, na nimefanya hivyo kwa sababu sihitaji mwanamke kabisa nyumbani kwangu. Nini? Acha, sawa, nisikilizeni. Ni hapa nimetoka kazini, nimekuja huku kumwambia mwenye kitanda amefuata kitanda chake, la sivyo natupeleka polisi. Konye, niambieni ukweli, baba yenu yuko wapi? Wewe ndio umeacha kitu gani pale mezani kwangu? Ile pesa nimekuachia mezani pale, kwani kwa tatizo nini tena hapo? <laughs> Yaani wewe wakunipa mimi elfu tano? Umetoka kwako umekuja kwangu, chumbani kwangu, kwenye kitanda changu mashuka nafua mwenyewe Nyuki, okay. Samani, leo sija kuja kwa nia mbaya wala kuhitaji jibu langu lolote, ila leo nimekuja kuhitaji nene nikupe nikawapikia watoto wako. Unajua nyumbani kwangu mimi sijawahi kupeleka mwanamke kabisa, na nimefanya hivyo kwa sababu sihitaji mwanamke kabisa nyumbani kwangu. Basi naomba mimi niwe wa kwanza. Wewe wa kwanza kufanya nini? Kwa kwanza kwenda kuwapikia watoto wako kufanyia usafi ndani kwako, kama utajali. Lakini ah, mm -hmm. Lakini watoto wangu wanajimudu kwa kila kitu. Najua, ila nahitaji kukusaidia kidogo <muchas>

Chichi, mbona kama uko sawa? Hapana, niko sawa. wa sija alikuwa huru, niambie ukweli, labda ulikuwa, kuna kitu nawaza, naweza nikakushauri. Nawezaje ushika glasi ya maziwa mkononi, aliyakuwa sumu shatanda mwilini. Sikia Chichi, So kila sumu inatolewa na maziwa. Usisi thamani yako inashuka hapa ndani, wewe ni bado mtoto wa familia hii, tambua hilo Chichi. Kuweka vitu meoni bila kuvitoa na kushare na wenzio vitakuumiza na vitakupatia ugonjwa wa afya akili. Nawaza mengi kuhusu baba Atamani nimuulize ili anaeleze kinagaubaga na ndadavulie vizuri. Ni ngumu sana mtu kujibu swali aliyakuwa linamhusu yeye. Tulia mdogo wangu. Ah, unakula sasa hivi? Basi sisikii kula ila nikitaka kula nitakwambia. Sawa, kama uko sawa. Kama uko sawa unaweza kuniambia.

kunisikia najua unanidanganya. Na, na, na sikilize, Nyuki, oya, mimi nimesha kujibu, Nyuki hayupo. Wewe dada nisikilize sawa, Nyuki na siku nyingi sijamuona hapa kazini, na leo hajaingia kabisa kwao. Mimi sijui Nyuki yuko wapi, niko mimi naendelea na kazi zangu. Oh yasikia, usinifanye mimi yani, usinifanye mimi sina akili. Ninajua kabisa hii ni ofisi ya Nyuki na hapa ndo wanapotegemea kila kitu, kuanzia kula, kuvaa, kulipa kodi. Unaniambiaje kwamba ni siku tatu hayupo? Jana tu nimetoka kuonana naye hapa, funaniambia siku tatu hayupo. Sasa wewe unalipanda kichwani Nimesha kwambia Nyuki ya yupo halafu hizo ni dharau. Umekuja ofisini kwangu unaanza kunikoromea. Hilo ni kosa kisheria. Sawa, tusichukuliane poa. Nitakufanya chochote ninachokitaka ofisini kwangu. Nimesha kwambia Nyuki ya yupo, endelea na mambo yako. Abayeza kitanda mimi sijui. Kitanda kamuulize Nyuki, niache. Ah. Wewe unajifanya unamficha Nyuki eh? Sasa utamtoa. Kwa sababu kama usipomtoa atakuja kukutoa wewe. Ngoja nikuonyeshe. Kwa sababu mimi, yale unavyoniona hapa, mimi ni jeshi tupu Yaani mwanajeshi wa kwangu, afande wa kwangu, mkuu wa kituo wa kwangu. Sasa hapo utachagua wewe mwenyewe, atakuja kukutolea wapi? Nisikilize, mi ni mwenzio nyampala, hakuna kituo ambacho siyekukakwi. Nitishie kuhusu wanajeshi wala polisi, ni mwenye kitengo hapa. Nimekuja kujificha tu na misheni zangu. Ee ndo pale pale nilipokuambia, yaani e, nimekuja hapa unanitia mambo ya kijinga jinga, babe mimi nimechoka yaani. Wewe unakimbia nini sasa? Wewe si mwanaume wewe. Si mwanaume unajiweza? Njoo sasa hapa, na siondoki hapa mpaka mnipe kitanda changu leo. La sivyo nakuja naiveko na ng'oa ng'oa, naenda kuhamishia kwangu. Yaani mtakuwa mnakuja kurandia nyumbani kwangu. Washenzi wakubwa nyie. Kazi yenu kutuchanganya tu, kila nikija hapa wewe oh, sasa nasemaje? Yaani leo hapa siondoki. Mmezoea sana nyinyi, yaani nimechoka, niku nimechoka. Na we Nyuki, najua upo, isikie sauti yangu. Nakwambia hivi, siondoki hapa bila kitanda changu leo. Nakuja kusomba somba hapa kama stepa hivi kuhahivin nikarudisha kitanda changu sijui. So mimi naondoka, lakini nitarudi, tarudi najua kabisa, amejificha. Narudi sasa hivi hapa, shenzi mmoja.

Kuna sehemu tunaenda? Sawa, baba yenu yuko wapi? baba yetu sikatoka toka asubuhi, kaenda kazini. Sawa, sikilizeni, ni hapa nimetoka kazini, nimekuja huku kumwambia mwenye kitanda amefuata kitanda chake, la sivyo anatupeleka polisi. Konye, niambieni ukweli, baba yenu yuko wapi? si tusha kwambia kwa baba yetu kaenda kazini tangia asubuhi, alafu we kiburi unanijibisha Hapana, sio kiburi, anachokwambia ni ukweli kabisa. Toka asubuhi baba yetu kaenda kazini, hatuwezi kwa kudanganya wewe. Sasa sikilizeni, mimi hapa naudi ofisini, ila kitakachotokea nitaonyesha ushirikiano wa polisi, tutakuja kumkamata baba yenu, la sivyo alipe hela ya kitanda cha watu. Nimemaliza. Ama kuna shida mtone nyumbani. We, we, we, we, we! Wewe ndo umecha kitu gani pale mezani kwangu? Ile pesa nimekuachia mezani pale, au kwani kuna tatizo nini tena hapo? Yani, wewe kunipa mimi elfu tano? umetoka kwako umekuja kwangu chumbani kwangu kwenye kitanda changu mashuka nafua mwenyewe, na sabuni yangu, na yani kazi. Kazi kazi, kazi, wow, eh? Mimi nafahamu wazi kabisa kwamba mimi nayo tumekubaliana malipo, lakini bahati mbaya mimi najikagua mfukoni, pesa niliyo kutana nayo ni hiyo. Ndio maana mezani nimekuachia shilingi 5000. Oya oh yeah bro, naomba hela yangu. Yaani usitake nikakuharibia saa hizi. Yaani naomba hela yangu, usineleza yaani ka, usineleza kabisa unuk... wewe ujinga wako. Unataka kuona kutoka ito. Naomba hela yangu. Msikilize vizuri. Mimi ni mteja wako wa kila siku. Oh. Kila ninapokuja hapa pesa yako ninakupatia kama tulivyokubaliana. Leo imetokea kama salula pesa nimekosa. Pesa yako mimi nitakupa. Okay, anyway, namba yako bila shaka inapokea. Naomba namba yako nikuwekee kwenye simu. Vipi, mbona unakimbia? na ni kwenye pe, kwenye simu, okay. Leta nikuandikie. we, we shu we. Mbona yangu tena. Weshu, em nisikilize, sawa. Pesa imo kwenye simu humo, hem leta simu twende kwa wakala nikakutolee basi. Sasa sikia hapa, nje mimi sitoki. Ninachotaka unipatie simu yangu, sitoki. Unataka kwanza kupiga kelele ya mwizi, fanya unavyofanya. Mimi hapa nimesema sitoki, leta simu yangu

Bebe, kuna chochote? Chochote uliacha hela humu ndani? Kwa hiyo kama sijaacha hela, na wewe umefanya maarifa, sipasi kuuliza? Sasa unavyoniuliza hivyo, utafikiri mimi kuna kazi ambayo naifanya mpaka uniambie nimefanya maarifa gani? Hivi wewe mi ninapokuwa nauliza kuna chochote. Silikuwa na jibu tu simple kuwa hakuna au kipo. Ulikuwa unaja gani kusema kuna kazi huko ndani inafanya, Umeacha hela huko ndani. Mbona una kauli nzuri wewe mwanamke? Alafu unajua na yaani, najuta yaani najuta kuolewa na wewe. Yaani najuta kuolewa na mwanaume kama wewe choka mbaya, una mbele wala nyuma. Yaani wewe hivyo unavyojuta. Mi najuta maramia yake, yaani sijui kilinikuta nini nikaja kuwa mwanamke mlango wa nane kama wewe. Toka nilipokuwa wewe, ni shida, tabu, majanga, yani kila leo mambo hayaishi. We ni mlango wa nane, unatoka kwenye familia yenye ziki shida, yani hamna siku narudi labda unakutana na, na mwanamke labda ana mawazo kwa mwanangu tufanye moja mbili tatu, labda unaanzisha hata kibiashara cha kuchoma mandazi, tununue vitu vya ndani ununue, labda kitivi kinini, we kila ukiingia chakula, msosi, sijui nini nini, kwa sababu umetoka familia yenye njaa. Wewe umeamua kunitukana hivi? Kumbe huwa mtu akizungumza ukweli anakuwa ametukana eh? Hapo nimekutukana? Nimekutukana au nimekuambia kweli? Kwa hiyo ni mlango wa nane? Asante. Okay. So, asante. Mi malvini mimahini ztakte mavamiamezaka nimekwama, yaani yani, nilikuwa naomba nisaidie kama una chakula kidogo tu, nikampe hata mtoto ha nimekuwa makweli, yani nakuangalizia